Naam, karibu tena mtazamaji. Mahakama ya ardhi mjini Kitale imetoa amri ya kuondoa mara moja watu wote walioko kinyume na sheria kwenye ardhi ya ekari mia mbili katika eneo la Lounon, kaunti ya Pokot Magharibi. Jaji Christopher Nzili amemtaka kamanda wa polisi wa kaunti ya Pokot Magharibi kufika mahakamani kueleza ni kwa nini watu hao hawajaondolewa licha ya uamuzi huo kutolewa miaka mitano iliyopita. Mahakama ilibaini kwamba polisi hawajatekeleza amri hiyo. Kesi hiyo imechukua zaidi ya muongo mmoja mahakamani. Wow, wameshapatikana wako na contempt, kwa sababu saa hii tunasema wanalima hiyo shamba na walipaswa kutoka uh, kwa hiyo shamba miaka tano iliyopita, kulingana na uamuzi wa korti. But uh, unaona, hata wao defendants waliambiwa waliambiwa kuja kotini leo waoneshe kwa nini wanaendelea kuishi kwa hiyo shamba, lakini hawajakuja. Lakini watakuja kushikwa baadaye, hiyo ndio tunatarajia watashikwa baadaye na kuletwa hapa kotini. Uamuzi ulifanywa miaka tano iliyopita, lakini hii kesi imekuwa kutoka mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Tumekuwa kotini kwa hiyo miaka yote na bado eh, wanaamishi wajapata haki yao.